Hello, habari kwa majina, mimi naitwa Dr. Merry, mimi ni mtabibu wa tiba asili na miti shamba. Karibu sana mpendwa mtazamaji wa video hii, ambapo leo naenda kufundisha mambo mazuri kabisa, mambo ya mahusiano, upendo, mahaba hmm. Kama wewe ni mgeni katika video hii au unatazama video hii kwa mara kwanza kabisa, na kuomba usubscribe. Share video hii na wengine wapate elimu ambao unaenda kufundisha namna ya kutatua changamoto kwenye mahusiano. Ehe, namshukuru Mungu si jambo kabisa, leo tumeonana tena kwenye madarasa ya YouTube kama kawaida, lakini pia mpendo mtazamaji, na karibisheni nyote, wewe ambao unapenda kufuatilia vitu vya asili vitu vya kiroho, karibu sana popote ulipo. Hapa ni sehemu ambayo ni tulivu, unajifunza vitu vyote vya kiasili na vya kiroho. Kama kawaida, tunaendelea na darasa ambapo leo ninaenda kufundisha namna ya kumrudisha mpenzi kwa kutumia yai, yai ile hapa. Kwa hivyo hili yai unafanyaje? Unachotakiwa uwe na majina yake mawili, majina mawili ambapo majina haya utayaandika hapa siku ya Jumanne, hakikisha siku ya Jumanne mida ya saa moja usiku unafanya limbwata hili la yai. Unachotakiwa uandike majina yake mawili, kwa mfano labda Juma Rajabu. kama unavyoona hapa imeandika Juma Rajabu, mpendwa mtazamaji. Kwa hivyo huyu Juma Rajabu utanuia, popote alipo akukumbuke, akurudie, mwendeleze mahusiano kama ilivyokuwa zamani, utanuia ukishamaliza. Kunuia utaenda katika mti mkubwa, utaenda kuchimbia hili yai kwa manuizi. Mti mkubwa kama ni mwembe kama ni mkorosho, mtu wowote chini, utaenda kufukia ili yai kwa manuizi, akukumbuke akutafute pote alipo. Ukishamaliza kulifukia hili yai, hakikisha haugeuki nyuma. Wewe utaondoka moja kwa moja mpaka nyumbani kwako na utaendelea na shughuli zako, lakini hili yai linatakiwa likae siku tatu. Ukishaweza kuliweka siku hizo tatu, utaenda kulitoa hili yai. Kama utakuta hili yai limevunjika, kama utakuta hili yai liko vile vile kama lilivyokuwa, basi utarudia tena kufanya limbwata hili. Lakini ukikuta hili yai limeharibika au limevunjika dhahiri kabisa, hayo mahusiano, ina maana tayari yamesha kufa. Lakini ukikuta hili yai bado mzima, basi lazima atakukumbuka. Utalitoa hili yai na utaenda kuli kulitupa, itakuwa tena halina kazi. Lakini kama utakuta limevunjika mule, mule katika sehemu ambayo umeifukia basi usilichukue liache pale pale, mpendwa mtazamaji. Zingatia haya ambayo nakuambia katika hii video, namna kufanya limbwata hili la yai. Ukishamaliza, kama ulikuta halijavunjika, utaenda kulitupa sehemu ambayo ni ya jalalani, utalitoa huko na ndo atakurudia na atakutafuta. Lakini pia kama utakuta limeoza, utarudia tena kufanya hivi. Hii njia ni rahisi na ni njia yenye majibu ya haraka sana. Kwa mpendwa mtazamaji, hii ni njia ambayo ni rahisi watu wengi wanaitumia na inaleta majibu na pia hii njia tumekuwa tukiwafundisha watu na wamekuwa wamepata majibu kwa urahisi na kwa haraka zaidi. Na pia hii ndio njia ambayo tunatumia kuwatibia watu kurudisha mpenzi na mahusiano yaliyovunjika kabisa. Pendwa mtazamaji, hili yai kama lilivyo, unatakiwa uandike majina yazunguke hili yai, majina yazunguke hili yai. Usiandike kwa urefu hivi, unatakiwa uandike kwa kulizunguka yai hivi. Pendwa mtazamaji, naomba ushare video hii na wengine waweze kupata elimu hii na pia subscribe kama wewe unatazama video hii hauja subscribe, na kumbuka subscribe, toa maoni yako hapo katika comment. Kama kuna sehemu hujaelewa basi, utauliza hapo katika comment. Na pia mpenda mtazamaji, natoa tiba za asili, dawa za uzazi, dawa za chango, biashara, mahusiano, kazi, changamoto zote ambazo unakutana nazo kwenye mambo yako na mambo yako yamekuwa hayaendi, basi mimi nitakusaidia na changamoto zako zitaisha. Napatikana kwenye namba, alama ya kujumlisha mbili tano tano saba nane saba ishirini na tatu ishirini themanini na moja. Hiyo ndio namba yangu ya WhatsApp, utanipata kawaida, na tutaweza kusaidia changamoto unayokutana nayo. Nakushukuru sana kwa kutazama video hii na kukaribisha sana na asante sana.